Habari popote pale ulipo ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nikukaribisha tena katika meza yetu ya habari ili kusudi tuendelee kuhabarishana habari pamoja na, na matukio mbalimbali yanayojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Ukimya wa Humphrey Polepole kwa sasa unazidi kuibua mapya na kuzua gumzo nchini. Humphrey Polepole pole alisifika kwa ukali wake juu ya kupambana na wahuni nchini pamoja na kupambana na mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa hayaendi vizuri katika sehemu tofauti tofauti nchini kwa lengo la kuwasaidia wananchi. Baada ya kifo cha hayati Magufuli, Humphrey Polepole alitikisa sana vichwa vingi vya habari mwaka elfu mbili na ishirini na moja alipoanzisha darasa la shule ya uongozi lililokuwa linaruka live kupitia mitandao yake ya kijamii. Ndani ya shule ya uongozi, Humphrey Polepole alikuwa akizungumzia mambo makubwa na mazito sana, huku akisaidia kutatua shida na changamoto mbalimbali za wananchi live, akiwa ametengeneza mfumo wa kupigiwa simu na wananchi kutoka pande zote za dunia na kuwasikiliza. Mwenye mwenye swali aliuliza, mwenye changamoto alimweleza, mwenye ushauri ali toa na kadhalika, yote hayo na mengine mengi aliyafanya Humphrey Polepole kipindi cha hapo nyuma, na alitikisa sana nchi. Lakini pia wakati huo huo Humphrey Polepole alipata changamoto nyingi sana ikiwemo kufungiwa kipindi hicho cha shule ya uongozi na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, kulingana na mitazamo yake, msimamo yake na falsafa zake. Watanzania wamekuwa wakimpenda na kumkubali sana bwana Humphrey Polepole hata baada ya yeye kuteuliwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akawe balozi. Kwa sasa ni kwa kipindi cha muda mrefu, ukimya wa Humphrey Polepole umetawala kitendo ambacho kimesababisha Watanzania walio wengi kuibua mijadala mizito kumhusu Humphrey Polepole. Katika mitandao ya kijamii huko akihoji bwana Humphrey Polepole amekuwa kimya sana. Kulikoni, kuna nini? Wengine wamekwenda mbali zaidi na kusema ubalozi umemfanya awe kimya na bize sana, kwamba alipopewa ubalozi umemuweza na kumfanya awe kimya. Hivyo ndivyo mijadala kumhusu Humphrey Polepole pole pamoja na ukimya wake imekuwa ikisema. Lakini katika hayo yote, mfuatiliaji wetu, tumeona ni vyema zaidi tuweze kukuambatanisha habari hii na wasifu Humphrey Polepole, yaani jinsi alivyoingia kwenye mfumo mpaka sasa ni balozi, maisha yake, umri wake, kwenye siasa alianza wapi na kadhalika. Humphrey Harrison Polepole ni mwanasiasa na mjumbe wa kidiplomasia kutoka Tanzania ambaye anahudumu hudumu kama balozi wa Tanzania nchini Cuba, wadhifa aliyopewa tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Alikuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi Kuanzia mwaka 2022 hadi 2023. Habari za kiongozi mheshimiwa Humphrey Polepole, balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi katika ofisi kuanzia tarehe 15 Machi 2022 mpaka tarehe 3 Aprili 2023, ambapo aliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya sita, na baadaye ambasada Benedict Martin Mashiba alimrithi Polepole, akifuatiwa na Agnes Richard Kayola. Humphrey Polepole amepata nafasi ya kuwa mjumbe ujumbe wa bunge katika ofisi 2020 2023, wakati wa rais John Magufuli. Pia Humphrey Polepole amekuwa katibu mkuu wa ideoloji na uenezi wa system katika ofisi tarehe 13 Desemba 2016 mpaka tarehe 30 Aprili 2021 chini ya mwenyekiti Rais John Pombe Joseph Magufuli. Na kisha na penawi alimrithi akifuatiwa na Shaka Hamdu Shaka. Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Cuba anahudumu sasa, ambapo aliingia ofisi rasmi tarehe 3 Aprili 2023 baada ya kuchukua mikoba kutoka kwa balozi Valentino Longino Mlowola. Maelezo ya kibinafsi — Humphrey Helson Polepole alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa sabini, ana umri unaokadiriwa kuwa, kuwa umri wa miaka hamsini Humphrey Helson Polepole pole, alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa sabini. Ana umri unaokadiriwa kuwa umri wa miaka 54 mpaka 55. Uthibitisho unahitajika. Uraia: Mtanzania. Chama cha siasa: CCM. Elimu: chuo cha mwalimu Nyerere Memorial Academy, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mtaaluma: mtumishi wa umma, mjumbe wa kidiplomasia, mshauri wa kisiasa, mtetezi wa jamii. Kamati: mwenyekiti kamati ya kudumu ya bunge la utawala wa serikali za mitaa. Polepole pole alikuwa katibu mkuu wa idoleje na uenezi wa chama cha mapinduzi CCM na mjumbe wa bunge aliyetokana na uteuzi wa rais Magufuli. Kabla ya kuteuliwa, alihudumu kama kamishna wa wilaya ya Ubungo kwa muda wa miezi mitano, na awali alihudumu kama kamishna wa wilaya ya Musoma kwa miezi miwili. Hiyo ndiyo historia ya Humphrey Polepole.